Tabasamu na matumaini mapya yametawala nyuso za wananchi wa wilaya ya Mwanga baada ya kupatiwa mita za maji na mamlaka ya maji Same Mwanga, hatua inayotarajia kumaliza adha ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji safi na salama. Akizungumza na kituo hiki mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Same Mwanga, mhandisi Rashidi Shabani, amesema kuwa tayari amepokea ongezeko la mita ili kuanza zoezi la kuzigawa kwa wananchi ambao bado hawajafungiwa mita kwenye maeneo yao. Hadi leo tunaongea, tulikuwa na wateja ambao hawajaunganishwa na wanasubiria mita takribani mia moja. Kwa hivyo niwaambie tu wale wateja mia moja, sasa dawa yao ishafika, lakini tunafahamu pia wateja wa maeneo ya kata Lembeni nao walishakuwa tumerithi lile eneo kutoka kwa wakala wa maji vijijini. Sasa hivi nahudumiwa na, na SAMWASA moja tu. Kibaini pale ni kwamba kuna wateja wengi hawana mita, wengi wao mita zenyewe zile zilikuwa ni chakavu. Kwa hivyo tuliwaahidi kwamba zile mita zote tutazitoa tuweke mita mpya, asiye na mita tutamwekea mita mpya, kwa ile hadi sasa tumetimiza. Maana Mheshimiwa Rais amesema anatekeleza kwa vitendo, na sisi tumeiga mfano huo au tunatekeleza ile agizo kwa, kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunachoahidi tunatekeleza kwa, kwa hivyo tumepokea mita zaidi ya elfu mbili mia tano tuna mita elfu mbili zote tunaenda kuzifunga eneo la Lembeni, kwa hiyo wateja wote wa Lembeni kufungiwa mita za maji, lakini na wale wateja ambao tulisema 100 ambao maombi yao yalikuwa yako pending tayari dawa yake yaishafika. Aidha, amewataka wananchi wote ambao hawajajiandikisha kupata huduma ya mita za maji kuhakikisha wanafika katika ofisi husika au vituo vilivyotengwa kwa ajili ya usajili ili kukamilisha taratibu zinazohitajika, kwani kwa kufanya hivyo itawasaidia kupangiwa mita kwa wakati. Ambaye anahitaji huduma ya maji basi alete maombi yake, kama maombi yake yapo si vibaya wakatukumbusha ili tu si tufanyie kazi mara moja. Lakini na mimi nachukua fursa hiyo kwamba nitaambia watumishi wenzangu kwamba maombi yote yaliyokuwepo kwenye kwenye meza zetu tuyatoe haraka, kwa sababu hatuna sababu, mita zipo na vifaa vipo, ili wananchi wakapate huduma, timiza lengo la serikali kwamba kila mwananchi apate huduma ya maji safi na salama. Lakini nichukue nichukue muda huu tena kuwakumbushia tena, kuna yule tapeli au kuna wale watu ambao ambao sio waaminifu, wanajitokeza kujifanya wao ni watumishi wa mamlaka ya maji e, wanaomba wananchi pesa kwa ajili ya kupata maunganisho ya maji au wanaomba wananchi pesa kwa ajili ya kupata huduma nafuu ya ankara za maji. Basi niwakumbushe wananchi, malipo yote yanafanyika kwa risiti, malipo yote yanafanyika kwenye mifumo. Kama umetumia kwa wakala, kama umelipa kwenye simu simu yako, hakikisha unatumia control number uliopewa sahihi kwa ajili ya huduma husika. Tunatoa control number kwa ajili ya maunganisho ya maji mapya, tunatoa control number kwa ajili ya kulipia bili. Kwa hivyo una kontu, ukipata control number ndio unalipia hiyo bili, na wakati huo baada ya malipo utapata risiti. Kwa upande wao wananchi wameipongeza SAMWASA kwa hatua ya kuongeza mita za maji, wakisema itasaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. nimelipia maji katika mamlaka ya mini SAMWASA nafikiri takriban ta wiki mbili sasa, lakini nimepata taarifa kwamba eh, kumekuja dira mpya i mean mita sasa. Matumaini yangu nitaweza kupata huduma ya maji, wanakuja kuniunganishia na nitashukuru sana. Nimelipia maji ka takriban miezi miwili nime iliyopitakia, nikipiga simu naambiwa dira hakuna indira si, hakuna kwa sasa. Nimepata taarifa kwamba dira zimefika leo na mimi mwenyewe nimeziona, nimehakikisha kwamba zimefika kweli, na imani kesho nitafikia kufungiwa mita ya maji nyumbani kwangu. Asante sana. Mkurugenzi wa SAMWASA amewataka wananchi kuwa waangalifu na kuepuka matapeli wanaojitokeza na kujidai kuwa mawakala au watumishi wa mamlaka ya maji kwa lengo la kuomba fedha ili waharakishie huduma. Amesisitiza kuwa taratibu zote za usajili na upatikanaji wa mita zinafanyika kupitia ofisi rasmi pekee na kuwataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka husika au vyombo vya ulinzi na usalama pindi wanapokutana na watu wanaowatilia shaka. Nikiripoti kutokea Mwanga, mimi ni Mickness Ngasu.